Ananikea, alafu nami namkea, hicho e, kwangu naona ni kikubwa. Yes, bwana ni Lamek Kigahe ama Uncle Lamek, niko hapa site e, na siku zote nakuletea mambo yale ambayo unahitaji kuletewa kila siku. Basi twende moja kwa e, moja tukatazame ni kitu gani ambacho tuko nacho katika kipindi cha maisha na mtaa <laughs> mtazamaji <laughs> <laughs> anakwambia zijui nguzo kumi muhimu kwenye mahusiano kama nilivyokwambia wali, mimi jina langu ni Kigahe ramekama ango Kigahe, tunakuwa pamoja na tunakuwa sambamba katika kipindi pendwa cha maisha na mtaa. Na leo nguzo kumi muhimu za mahusiano tunazizungumza hapa, niko na dadangu hapa, tutakwenda kuzungumza mambo mawili matatu hapa. Dada, mambo vipi? Poa vipi? Umepoa? Hapana, sijapoa. Kwa nini? Niko vizuri. Sasa, tunataka tuzungumze nguzo kumi e, ambazo zinadumisha mahusiano. Ushaikuwa kwenye mahusiano? Sasa mm, ndio. Ulidumu kwa muda gani? Miaka miwili. Aise, hongera. Ah, umejisaidi? Bala. <laughs> Sa. Sana amedumu kwa miaka miwili. Sijui mwenzangu ambayo unanitazama umedumu kwa muda gani kwenye mahusiano, tuambie ipi siri kubwa ambayo imekufanya kudumu kwa miaka miwili. Mahusiano mengi yanaisha miezi miwili au mwezi mmoja au siku tatu Tulidumu kwa sababu tulikuwa tunapendana sana. Sawa mtazamaji, ni kupendana tu au kuna jambo jingine ambalo linafanyika? Tunazungumzia nguzo kumi ambazo zinadumisha ama zinaimarisha mahusiano. Tuzungumzie wewe, kitu gani ambacho ulikuwa unakizingatia kuhakikisha penzi lako halikatiki, kwamba ukadumu miaka miwili? Mm, ni uaminifu tu amna kingine. Mm. Mm, tuko tunaaminiana. Ndio hivyo tukadu. Hakuna kitu kingine. Amna, um, ni kuaminiana tu. Uaminifu. Kabisa. E. Sasa <laughs> nipo na dada naye hapa pia tuambie dada, mambo vipi? Sawa. Mimi ango Kigahe kama kawaida eh, nipo kwenye kipindi pendo cha maisha na mtaa. Mwenzangu na anaitwa nani? Anaitwa Bahati. Eh, anaitwa Bahati. Sawa. Ushawahi kuwa kwenye mahusiano ama ushawahi ku eh? <laughs> Ndio. Sawa, umedumu kwa muda gani kwenye mahusiano ambayo uko nayo? Miaka miwili. Miwili, mingi aise mm -hmm. Sawa, tuambie ni kitu gani ambacho kimefanya ukadumu kwa miaka miwili kwenye mahusiano yako? Ni upendo tu mm. na uaminifu. Upendo tu natosha eh? Kabisa eh. Aa, jamani kweli, ndio hakuna kitu kingine sasa tunataka tuzungumze nguzo kumi ambazo zinaimarisha mahusiano siku zote, kutumiana namedumu miaka miwili. Tunataka tufahamu e, tumfahamishe mtazamaji ambaye anatutazama nguzo kumi ambazo zinakufanya udumu kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Labda unaweza kutaja hata mbili, tatu, nne, tano hivi. Upendo uh -huh. kusaidiana na vinginevyo uh -huh. Kama ilivyo kawaida na kama ilivyo desturi, kipindi ni kile kile, maisha na mtaa. Bado tuko tunatafuta nguzo kumi ambazo zinakufanya ama zinafanya watu mdumu katika mahusiano. Mimi nilidumu miezi miwili, sijui changamoto ilikuwa ni nini. E, nipo na kaka zangu hapa leo. Tutazungumza mambo mengi na mambo mengi mengi, kweli kweli tutayazungumza hapa. Kaka, mambo vipi? Poa bwana. We, wewe anakuita nani? Naitwa Elisha Sanga. Elisha Sanga. Mimi ni Ango Kigae, na leo tutakuwa pamoja katika kipindi cha maisha na mtaa. Okay. Sao. Utuzungumze kwa namna moja ama nyingine, ushawai kuwa kwenye mahusiano ama ushawai kujihusisha na kitu kinachoitwa mahusiano? Nshawai kuwa uh, kwenye mahusiano na nipo bado kwenye mahusiano. Mahusiano mm, yako na mda gani mpaka sasa hivi? mwaka mmoja. ni mm, mda mrefu sana mm. E, tuambie, leo tunataka tutambue tu, tafute watu ambao wanaweza ka... Waka, eh, wakaeleza ni zipi ni nguzo kubwa za kufanya udumu kwenye mahusiano. Wewe unazingatia vitu gani ambavyo vimekufanya madumu mwaka mzima? Uh, mimi avo vimenifanya ndumu kwa mwaka mzima kwanza kea, ananikea uh, alafu nami namkea, hicho uh, kwangu naona ni kikubwa. Ni hicho hicho tu au kuna vingine? Vipo vingi vingi, lakini ni vya kawaida ila hicho ndo kikubwa kwangu. Eleze basi na vingine pia. Ah, uh, mwengine ni upendo tu, ananipenda hivyo mtazamaji, mm. Ni upendo care. Sasa care sijajua, care mwanakini unamcare vipi eh? Yani, yani ninachokihitaji kitu kwa muda huo ananipatia na, na mimi anachokihitaji anacho kwa muda huo mm. nampatia kabisa yeah. Yeah. Kwa hiyo ukitaja ndazi nakupatia ndazi. Eh. <laughs> Sawa, pembeni yangu nipo na kaka mwingine leo tutaenda kuzungumza na tutaongea vizuri tutadadafua e, so, nguzo kumi ambazo zinakufanya udumu katika mahusiano. Kaka, mambo vipi? Poa poa. Wanakuita nani wewe? Naitwa Isaac Edmund. Katikamahusiano Isaac Edmund. Yeah. Sawa, upo kwenye mahusiano au ushajihusisha na kitu ambacho kinaitwa mahusiano? Ah, kwenye mahusiano nilikuwepo ila kwa sasa hivi kidogo ilitokea pukushani fulani hivi tuka tuka break, lakini nilishakuwepo. Sawa, ulikuwepo kwa muda gani? Ah, so unajua ah, ile ilipita ili ni kwamba lipo sana ni, ni miaka mitatu uh, mm, ya, tatu, mingi. Mwezi miezi miwili tu, ah, tukaa tulisha plani vitu vingi kwanza, unajua unaanza kudream kwamba ukashakuwa wife, eh, tuone maisha hadi watoto, tukaanza kusabiana mpaka watoto hadi mpaka majina kutungana, hapo mmekaa ndani hapo, yeah. mm. Sawa, tuambie ni miaka mitatu ni miaka mingi sana ee, kitu gani ambacho ulikuwa unakizingatia na kitu gani ambacho kiliwafanya mdumu kwa miaka mitatu? Yaani kiukweli ni kwamba mimi na yeye kwa tulikuwa tunaheshimiana, tulikuwa tunaelewana na upendo napo upo, unajua elekea nini shida fulani hivi na hivi, na pia kitu kingine ambacho nseme kina influence sana tukudumu pia bedi sinajua. Hey, mapenzi mapenzi, pale ndo penye pale, mtu kidogo anaona unapata spirit, asema ukoli mtu hey, sinaelewa hivyo tu. Mimi ni ango lameki ama ango Kigahe ni kushukuru sana kwa kila kitu, na nikushukuru kwa wasa. Tunaishia hapa, e, nguzo kumi tutakuja tuziendeleze kwa wakati mwingine. Muda sio rafiki na muda sio e, ndugu yetu. Kwa sa huu mimi ni kushukuru kwa kila kitu na ni kushukuru e, kwa muda wako kututazama. Nahitimisha hapa kwa siku ya leo, a kuzidarafua nguzo kumi ambazo zitakufanya hudumu kwa muda mrefu katika mahusiano ya kimapenzi. Nasema eh, bye-bye, na nahitimisha hivyo kwa siku ya leo. Bye bye.